Ziara ya kamati ya kudumu ya bunge miundo mbinu iliyotembelea uwanja wa ndege, Reli na Bandari Tanga, lengo ni kujionea hali ilivyo kwa sasa. Deusdedit Kakoso ni mwenyekiti wa kamati hiyo na hapa akaelezea jitihada za serikali za kuunganisha mkoa wa Tanga na kanda yote ya kaskazini. Jambo jingine ambalo tunapenda kuishauri serikali kwa hiyo ni kuombe sana mkurugenzi wa TANROADS mshee, kama wataalam mtapunguza zile gharama ambazo zinakuwa kubwa sana za sa ujenzi wa barabara zetu, dhamira ambayo Mheshimiwa Rais ameitoa kwa ajili ya kuunganisha mikoa hii ya kanda ya kaskazini hasa kwenye ujenzi wa reli, nikuombe sana naibu waziri wa uchukuzi, fedha ni kidogo sana ambazo zinatolewa kwa ajili ya ukarabati wa reli ya kutoka Ruvu kuja Tanga, Tanga kwenda Kilimanjaro Arusha. Reli hii ni muhimu ambayo itapunguza gharama za maisha kwa wananchi wa mikoa hii mitatu ya kanda ya kaskazini. Na reli hii itafungua uchumi mkubwa sana kwenye maeneo haya. Tunajua serikali haiwezi kujenga reli ya, ya SGR kwa maeneo yote. Na Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwamba kipande cha reli cha Ruvu, Tanga, Kilimanjaro, Arusha kitafanyiwa ukarabati mkubwa. Sasa kiwango cha fedha kinachokuja so, kina kwenye eneo hili ni kidogo, na ndio maana shirika la reli mpaka sasa bado utekelezaji wake ulikuwa haujafanyika. Tunajua mipango mizuri ya serikali kupitia World Bank ambayo ameisema mkurugenzi. Sasa tunaomba usimamizi wa mradi huo uanze mapema, ili uweze kutoa tija kwenye maeneo haya ya reli. Kwa upande wake mkurugenzi wa operesheni shirika la reli Tanzania Focus sahani akaelezea huduma zinazotolewa na TRC mara baada ya maboresho. Tumepata pongezi kubwa sana kuhusu uanzishwaji wa huduma ya reli ya kisasa SGR, lakini kuna treni yetu ya MGR meter gauge e, unajua kuna Watanzania ambao hawajui kwamba tunatoa huduma hata kanda ya kaskazini tunatoa huduma ya treni za abiria kutoka Dar es Salaam, eh, Korogwe, Moshi, Arusha. Kila wiki tuna safari nne za treni, kwa hiyo tangu tulipoifungua hiyo reli. Kwa hiyo unaweza ukaona huduma tunazotoa, lakini pia tunapofika wakati wa msimu wa peak, peak months, zile kwa mfano kuanzia mwezi Novemba mpaka mwezi Februari huwa tunaongeza treni zinakuwa treni sita kwa wiki za abiria kutoka, kutoka Dar es Salaam, Korogwe Moshi na Arusha. Lakini huwa tuna special treni tena, kwa mfano tarehe ishirini na tatu mwezi wa kumi na mbili tunakuwa na special treni kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania kutoka Dar es Salaam, e, Korogwe Moshi na Arusha, hii yote ni katika namna ya kutoa huduma iliyo bora na kusaidia changamoto za wananchi uh, wanavopata wakati wa kusafiri hasa kipindi ambacho ni cha sikukuu. Uh, kwa hapa Tanga uh, kwa hapa Tanga tunaendelea kufungua hizo reli kwa ajili ya kwenda bandarini, lakini kichwa cha treni kinaweza kikaenda mpaka bandarini, lakini tu kinacho kilichobakia ni kuboresha sile loading point kwenye karibu na seaside. Kisa ndi e, tunaita sehemu ambayo naweza ukaingiza behewa mle wakapakia, lakini juhudi zinaendelea kufanywa kwa sababu reli hiyo mecha ilikuwa imechakaa na serikali sasa imeendelea kutoa pesa kwa ajili ya kupata ile e, permanent way material, vile reli zenyewe, sleepers, viungio, ili kwa ajili ya kuweka reli ambayo ni pana zaidi ambayo itahimili uwezo wa shehena za bandari. Naye mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani akaelezea fursa mbalimbali zilizopo katika mkoa wa Tanga kwa sasa. Ni 2023 24 tumeona meli zaidi ya mia tatu na saba zimeweza kutia nanga katika bandari yetu ya Tanga, lakini hata ajira tukuwa tuna ajira za, za ajira za kudumu mia mbili ishirini na mbili, tumeongeza ajira za kudumu mpaka mia tatu na ishirini lakini pia tumeongeza wale vibarua kutoka elfu sita mpaka elfu kumi na saba ambao wameendelea kupata ajira pale. Haya yote mafanikio makubwa, lakini hata wale wakala wanaoshughulika masuala ya bandarini tulikuwa tuna mawakala ishirini na tisa, hivi sasa tuna mawakala mia mbili ambao wanashughulika na maswala ya forwarding na maswala mazima ya shughuli za bandari hivyo bandari hile kwa hakika uwekezaji wenye maono wa mweshimia rais wetu umeleta tija kubwa sana. Bandari ya Tanga imekuwa ni bandari ya pili baada ya Salaam. Tukua tuna bandari ya Mtwara, Salaam inafata Mtwara, lakini sasa Tanga imeshika namba mbili. Sisi tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia su kwa miradi mkubwa ambayo tumeendelea kupata ya barabara kupitia TANROADS lakini vile vile na miradi ya TARURA na yule yu majuzi alivyokuja, aliweza kuweka jiwe la msingi la mradi mkubwa wa banda, barabara yetu ya Tanga a, Pangani Pangani, Pangani Saadani, Bagamoyo pamoja na, na daraja lile la Pangani, na nashukuru wajumbe wengi wa kamati walikuwepo na barabara hii itakuwa ni mkombozi kwa Tanga. Kamati ya kudumu ya bunge miundombinu iko mkoani Tanga kwa ziara ya siku mbili. Pamela Chaula, Tanga TV.